Jubilei 2025, Mahujaji katika matumaini. Mwashamu Baba Askofu Vincent Cosmas Mwagala, Mwashamu Baba Askofu Emeritus Tarcisius J.M. Ngalalekumtwa, msimamizi wa kitume wa jimbo la Iringa, wapendwa mapadre, mashemasi, watawa, wapendwa makatekista, wapendwa viongozi wa halmashauri ya walei kwa majimbo yetu mawili, Mafinga na Iringa, wapendwa nyote, tumsifu Yesu Kristo. Ni neno la shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia neema na baraka zake sisi viumbe wake tulio dhaifu, na kwamba yeye mwenyewe kwa upendo wake anatushika mkono na kutuongoza. Ni mwaka jana tu tarehe kumi na nane ya mwezi wa tatu tulikusanyika hapa hapa, na wakati ule tulikuwa tuna mwelekeo wa kutoka Iringa kwenda wapi? Mafinga. Ni neema na baraka za Mungu kwamba yeye aliyetujalia jimbo la Mafinga kuanzishwa, tukiwa na mchungaji wetu mkuu Baba Vincent Mwagala. Mungu huyo huyo kwa wema na ukarimu wake ametukusanya tena leo hapa hapa hapa kama tulivyokusanyika mwaka jana, lakini sasa tuna uelekeo wa kwenda Iringa. Tunatoka Mafinga, tunakwenda wapi? Iringa. Tupo safarini, na jambo hili litukumbushe sisi wanadamu wote upendo wa Mungu anaotujalia tunapokuwa hapa duniani, kwamba maisha yetu ni safari ni safari ya kuelekea wapi? Mbinguni kwa Mungu, na yeye mwenyewe ndiye anayetuongoza na kutuambia tuelekee kule ambako kuna hitajika tuende. Na kwa hivyo tupo katika mwaka wa jubilei, jubilei, mwaka mtakatifu wa jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo, na ndani yake anatujalia mambo haya makuu unamshukuru sana Mwenyezi Mungu, tumshangilie kwa makofi na nagg. Napenda kuchukua nafasi hii fupi ya kukushukuru sana Mwashambaba, askofu emeritus wa jimbo la Iringa na msimamizi wa kitume wa jimbo la Iringa. Baba, nakushukuru sana kwa kunipokea na siku nipokea tu na kushukuru kwa kunilea kunitu, kunitunza kuniongoza na kunifikisha hapa nilipo. Asante sana baba, na kushukuru sana mengine, tutasema siku zijazo kesho na siku zijazo. Asante sana baba kwa makaribisho haya mazuri ambayo nime yamenigusa sana moyoni na pamoja nawe, napenda nichukue nafasi hii fupi pia kuwashukuru mapadre, watawa na waamini wote kwa ujumla, ambao mmenipokea mahali hapa. Napenda pia nichukue nafasi hii fupi kukushukuru sana Mwashamba, baba Askofu Vincent Cosmas Mwagala, askofu wangu wa Mafinga, kwa kuwa pamoja nami katika mwaka huo mmoja mimi nikiwa padre wako na kunilea kuniongoza, na nakushukuru sana kuwa pamoja nami kwa yote iliyotokea katika nafsi yangu kwa siku hizo, neno lako la faraja, na kwa usindikizi huu ambao umeofanya kunileta mahali hapa nakushukuru sana baba, pamoja na mapadre wote wa Mafinga, watawa wa mashemasi na wengine wote, na waamini wote kwa ujumla, kwa usindikizi huu na kuwa pamoja nami mpaka hivi sasa. Napenda mwishoni kabisa sasa nitoe nitoe ombi kwenu nyote, kama ambavyo wamesema mababa hapa maaskofu. E, tupo katika safari hii tuombeane. Naomba sana sala zenu. Katika safari hii tunayoanza ili tupokee ujumbe huu wa Mungu unaotualika kupendana, kutangaza Injili yake kwa watu wa mataifa yote. Mungu aendelee kutushika mkono, Mungu awe pamoja nasi katika safari hii tunayoanza sasa atubariki atulinde na kutuongoza. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Asante baba, neno lake la kwanza akiwa ndani ya ardhi la jimbo